Tarehe kumi na nane mwezi huu, tarehe kumi na nane mwezi huu. E, ndugu yetu ambaye ni kijana wa familia yetu lakini ni kiongozi wa Chadema Mheshimiwa John Wegesa Heche alikuwa anatokea Dar es Salaam akafika Mwanza kwa ndege tarehe kumi na saba tarehe kumi na nane akatoka Mwanza akiwa ana dereva wake mmoja ambaye ni mdogo wetu anaitwa Enoki na yeye mwenyewe walikuwa watu wawili tu, pamoja na msaidizi wake ambaye anaitwa Daudi. Kwa hiyo walipita sehemu ya barabara kuu ya mwanza Tarime. Ieleweke walipita barabara kuu na sehemu walizopita, wamepita kuanzia Mwanza, wakapita beria ya Magu ambayo ni beria ya kiserikali ambao wage na watu wa uhamiaji watu wa tri na vyombo vingine vyote uwaga viko pale Magu, nafikiri wote mnafahamu. Lakini baadaye pia walipita beria ya Kirumi tunaita alimaarufu Kirumi, beria ya Mtomara ambayo imetenganisha wilaya ya Rorya Musoma na Tarime, aidha na Butiama pia, na wenyewe pia walifanyiwa ukaguzi wa kawaida wakapita, wakaja mpaka Sirari. walivyofika Sirari mimi ni sehemu ya watu ambao tuliongozana nao kwa ajili ya kumsindikiza makamu mwenyekiti aweze kuchukua safari yake ya kwenda kwenye msiba wa kiongozi mkuu wa upinzani kwenye ukanda wa Afrika au kiongozi mkubwa sana wa kidemokrasia, Mheshimiwa Hayati Raila Amolo Odinga aliyekuwa nazikwa siku ya Jumapili tarehe 19. Ui, kwa hiyo alipofika pale, alipofika pale Sirali kama mnavyofahamu sasa, sasa hivi e, tayari utaratibu ulishabadilika. Utaratibu unaotumika ni wa one stop center. Zamani wakati tunaanza kabla ya umoja wa mataifa, East Africa Community haijatengeneza sheria, ulikuwa mtu ukifika silari boda ya Tarime, unaenda Kenya, unagonga boda pale muhuri, unaenda upande wa pili tena, unavuka tena unavuka beri, hatuko kwa mguu Aidha, kama una gari unakuwa na document zinazotakiwa na kama hiyo gari labda itaenda zaidi ya kilomita kumi ndio unaiombea document, otherwise unagonga muhuri hapa kwenye passport yako, au barua ziko pia, hata barua za temporary traveling document, unavuka upande wa pili pale unagonga. Baada ya kuja kitu kinaitwa East Africa One Stop Center ambayo ipo kwenye boda zote. Mimi nimewahi kupita boda ya Busia Sirali na Manga na zingine zote, hiyo hayo majengo yapo sasa hivi. Unachofanya kama unaenda Kenya wewe, huna haja ya kusimama Tanzania, unaingia upande wa Kenya unagonga muhuri. Sasa gari ya mheshimiwa makamu mwenyekiti ilikuwa imeambatana na mimi pia, iliingia kwenye barabara hiyo na maafisa wa migration pamoja na wengine wa maafisa wa pale wali walifungua wali zile beria tukaingia upande wa Kenya. Kwa hiyo tulivyoingia pale upande wa Kenya, yeye alienda moja kwa moja dirishani kwenye dirisha la exit Tanzania. Yaani unaondoka Tanzania. Liko pale ndani tukimaliza hapa muweze kwenda pale muone, na bahati nzuri lile jengo lina CCTV na nini, tukaingia pale aka, akaomba kuexit ili aingie upande wa Kenya gonge. Akatokea afisa mmoja, na mkumbuka alikuwa kama na mwenge na nyota. Anaitwa Sonda jina moja, alafu kwa, kwa akakagua, akakagua, akakagua. Akamwambia wewe, huruhusiwi ime, na ni kusafiri, na na kusafiri kama gari inavyokuwa na bima, gari kisha kuwa na bima, uwezi kuiambia gari haitakiwi kukanyaga barabarani mtu akiwa na document ya passport anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo akawauliza na sisi tukajaribu kuwahoji pale maswali ya msingi. Kama haruhusiwi kusafiri, ni mahakama ndio zimemzuia au anadhamana polisi au anadhamana mahakamani ambayo hiyo dhamana imempa baadhi ya vigezo kwamba huruhusiwi kutoka nje ya nchi? Hakuna. Yeye yule mtu akatoka nje ya ofisi, akatoka nje kama vile haelewi, akaondoka. Kabla hajaondoka alitoa baadhi ya ruga pale ndani, even though kwenye kioo mle, akiwa mtu pale kwenye benchi benchi, benchi kuna mashine. Kwa hiyo alikaa pale kama kuanzia saa nane mpaka saa kumi na moja baada ya kufika saa kumi na moja tukapokea simu kutoka nyumbani kutoka kwa mama zetu wakimtaka makamu aondoke eneo lile, kwa sababu ya stesheni zilizokuwa zinaonekana za pale sio za kiofisi tena, ilikuwa inaonekana kama sasa ni uvamizi tumefanyiwa, na hairuhusiwi tena hata mtu kupewa hata paspot yake, hiyo muda wote ambao alikuwa pale ndani. Kwa kifupi ni kwamba alikuwa anasubiri pasipoti yake aweze kurudi Tanzania kama ameshindikana ame kusafiri. Lakini mimi niliongea na yule afisa, mimi mwenyewe. Nikamwambia bwana, busara za kawaida zinakutaka umpe huyu mtu document kwamba nimechukua pasipoti yako na wewe unatakiwa una, una urudi Tanzania. Sababu mpaka saa saba na nusu au saa saba dakika hamsini na tisa huyu mtu hakuwa na wito wowote popote kwamba unatakiwa popote ukalipoti popote kituo cha polisi au hata migration. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni mwendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni staili nyingine mpya kwenye nchi yetu kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hiyo tukaangalia ile tukio, busara zikatutuma kwamba makamu mwenyekiti aweze kuondoka pale. Kwa kweli alipoondoka, kwa sababu wale watu walikuwa wamesha create tension wenyewe, kama kawaida yao, wananchi walikuwa pale nje wengi. Kwa hiyo wale wananchi waliondoka naye pale kwa mguu, lakini baadaye alichukua njia ya kawaida ya mguu akarudi nyumbani kakaa hapa. Baadaye tukamkabidhi gari akaenda Dar es Salaam. Nyuma ya kuondoka kwetu, dereva aliyekuwa na gari alitakiwa aondoe gari pale na avuke arudi Tanzania. Kilichotokea, dereva alifanywa fujo na kuvamiwa na lile gari likaharibiwa, gari likavutwa na kupelekwa polisi Tarime paka sasa, zikiwemo nguo zake. Mnaweza mkaangalia mka jinsi watu walivyo na roho mbaya, hata nguo za mtu za kuvaa wamechukua zote, mabegi wamechukua, vitabu vyake vyote wamechukua, na gari ile yenyewe imeharibiwa haribiwa, iko kituo cha polisi Tarime. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo nia ovu katikati ya watu wale ilikuwa kubwa. Na wale watu walipokuja mimi niliwasiliana na baadhi yao kuambia jamani hapa hekima zinataka nini hapa? Huyu mtu yuko tayari hapa, na alikuwa anahitaji huduma ya kusafiri. Kama amezuiliwa, hatuna haja yenyewe kujaa hapa sana. Pointi inayotakiwa hapa ni ninyi kurilizi tensheni hapa, na huyu mtu aweze kuondoka. Sasa alivyofika Dar es Salaam tarehe ishirini na moja jana tarehe ishirini jana tarehe ishiri na moja jana juzi tarehe ishirini jana tarehe ishirini na mbili alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe kumi na tisa ile tulimuondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam, kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka ya kuendelea kuwa eneo hili na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi tarehe hiyo kumi na nane hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake, na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa meseji kuwaulizia, ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa ilikuwa kuja afisa huyo wa migration kuchukua pasipoti ya mtu na kuikatalia kwao. Tulisubiri tukifikiri serikali inazungumza kwa karatasi, kwamba serikali siku zote government speaks on paper, itatuma labda barua baadaye kupitia kwa chama, kwa sababu ile ni kiongozi ana address sasa tukamwambia bana, kwa sababu hapa huko standard nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambayo mmeisikia jana ambayo mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti kwa, kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kuwa kuna mchezo unachezwa huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende. Akaenda mahakamani kwa ajili ya kulipoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake akiwepo mwe, ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake, ndipo mlipo muona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua na baadaye, viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema wamefika Central polisi wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunampeleka, tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo, ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia, na tunawaomba kupeleka hii, hii message yetu mbele. Mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua kwa message vyovyote vile, na akaenda serikali imechukua jukumu la kumbeba kutoka Dar es Salaam kwa fedha za serikali mafuta ya serikali, na pengine na watu wamelipwa posho pale ndani, kama ambavyo inaonekana sasa hizi kwamba uharibifu wa mali kwa ajili ya watu kupata posho zao ni sehemu ya maisha ya watu kwenye serikali yetu. Wameondoka naye Distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Bestline ambalo limeondoka jana saa saba usiku, leo liko Tarime, si ndio hivyo? Jamani, liko Tarime Bestline, basi basi, kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia. Pia wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa tatu saizi masaa thelathini na mbili gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa kumi masa na nane kumi na sita masaa thelathini na mbili Na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alishaubadilisha, ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi lakini kingine ki kikubwa ni kwamba hatuna imani na hawa watu kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu ama kwa kuwawekewa sumu ama vyovyote vile wanavyojua wao, na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi, nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasiokuwa na chama wachungaji na watu mbalimbali mbali, wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi, na sisi tumewaita hapa kutaka mumuulize Rais Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndiye kila siku anaonekana kusema mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, kwamba uamiri jeshi ni pamoja na kulinda raia katika nchi yako. Uamiri jeshi sio kuagiza watu kuumizwa na kuuawa. Tunasema serikali na jeshi la polisi wasitengeneze taharuki zisizokuwa na msingi ambazo hazina maana unnecessary, kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi. Yani tunataka tujue, ndugu yetu, yuko, yuko wapi, wapi. Yani, yani, tumeenda nafana polisi kituo cha polisi nafana leo saa tatu asubuhi shida tumeenda saa tatu asubuhi kituo cha polisi Talime, hayupo. Tumemtuma wakili ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa CHADEMA mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa CHADEMA, na hatujataka wananchi, naomba mwelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu wapo wengi sana, na wako tayari tena, wakiita wanakuja. Lakini sisi tulichofanya kama familia tunataka kutoa muda yetu, na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonyesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya.